Na mtazamaji, tukisonga mbele, wakazi wa eneo la mlima Elgon hii leo waliungana na taifa katika maadhimisho ya siku ya kitaifa ya punda, wito wa utunzaji wa wanyama hawa ukisisitiza pakubwa, kama anavyotuarifu zaidi Eric Lumbasi. Akizungumza katika maadhimisho ya siku ya punda, afisa wa shirika la Ripple Effect Kenya Alfred Juma anahoji kuwa punda amekuwa wa manufaa makubwa kwa wakazi wa eneo la mlima Elgon, akisema imesaidia kukuza uchumi wa eneo hilo pamoja na kuboresha maisha ya wakazi.

And it also contributes to economic empowerment. Naibu kamishna wa kaunti eneo la Cheptais, Philip Sigei ametumia fursa hii kuwahamasisha wakazi kuhusu matumizi bora ya punda wao, akisema wana haki ya kutunzwa vyema, huku akisikitikia visa vya kuchinjwa kwa punda. Kuna watu ambao wameona mtu anapepa mzigo kwa punda kwa kata ama mkokoteni, na yeye pia amepanda hiyo mkokoteni, anapiga nini? Hiyo ni cruelty against the animals ama mtu anatumia punda kuanzia asubuhi saa kumi na mbili mpaka saa kumi na mbili jioni overworking. Tunakuta wengine wanaweka punda, hawapati chakula ya kutosha, awa tipu ng'ombe. Punda inakuwa na sona msengao kwa sababu nimelelea ng'ombe <laughs> utakuta punda inakuwa na ugonjwa na waweze kuangalia. So tunajaribu kuhamasisha kwanza ni nyama, watu wanachinja hiyo punda, wanaipa wa kuchinja kwa kufanya nini? Nyama wanasema hiyo dawa. Pia wanatengeneza dawa inaitwa ejao, ambayo wanasema e, inaongeza nguvu hasa kwa wanaume. So kwa sababu ya hiyo muhimu, ndio unaona uwisi wa punda inafanyika, na tumekuja pia kuangalia vile tutafanya nini ili mapunda zetu sisipungwe. Baadhi ya walimu na wanafunzi waliohudhuria hafla hii ya maadhimisho ya siku ya punda wameelezea kujifunza mengi kuhusu ufugaji wa punda. 4K clubs sio wanafunzi tu iweze kubakia pale shuleni kama ilivyokuwa hapo awali, ila wanafaa wahakikishe kwamba inafanyika pia pale nyumbani. Kwa hivyo na wazazi wengi wa hawa wanafunzi ni wale ambao wazazi wao wako na punda pale nyumbani and positive mental experience. Eric Lumbasi West TV, eneo bunge la Mlima Elgon, County ya Bungoma.